Na ni lakini, hapa wao wanatutisha kidogo, maana hapa wenyewe walipofika hapa stand, tukawa kimya kidogo hapa sababu, tukaanza kujiuliza kuna nini tena. Kwa hiyo hapa na hata kidogo wao wanatupa hata taarifa bwana, leo tunapita sehemu fulani watupe taarifa. wananchi wengine wajae kuona vitu kama hivi wanaanza kuogopa. Vitu kama hivi kama wanapita wanafanya mazoezi, wanatakiwa wapitia kwenye kambi zao, sio na kambi zao wafanyie mazoezi kule. Sasa hivi inakuwa kama maonyesho, watu wanaenda kwenye video au wanaenda kumwona waziri kaja kwenye maandamano. At least vitu hivi havitakiwi kwenye misongamano watu wengine tuna pressure. Unajua, tumeona ni vizuri wananchi pia wakaona jeshi lao liko vipi. Ukifanya usiku tunafanya wakati mmelala, na nyinyi waandishi wa habari mmelala. Tunajua hili jeshi linaundwa na, na wananchi wenyewe na wanalipa mishahara ya serikali, ni kodi zao zinawalipa kwa hiyo, tukaona leo watu wone angalau, tuko kumekucha, wajue hivi kodi zao zinaenda wapi. Hili jambo linasemekana la kukuta lipo lakini wasijihusishe nalo wala wasijitokeze. Atakaye jitokeza kujihusisha na jambo hilo ambalo limepigwa marufuku, asimlalamikie mtu.